Naitwa Mary Magoire Maridadi ni meneja rasilimali watu na utawala katika shirika la masoko ya Kariakoo. Leo hii tupo kwa ajili ya kupata mafunzo uh, katika jengo la wa, ukumbi wa jengo la watoto ulioko hapa hospitali ya Taifa Muhimbili, na watumishi 35 wameweza kupata nafasi ya kuhudhuria mafunzo haya. Theme kubwa ya mafunzo ni kuhusiana na uh, kuimarisha afya za watumishi katika utumishi wa umma tukiwa tunatekeleza mkakati wa taifa katika kudhibiti maambukizi ya UKIMWI, lakini pia kushughulika na magonjwa ya sugu yasiyoambukizwa. Uh, lakini mafunzo haya pia yatajumuisha swala zima la uadilifu uh, kwa watumishi wa umma kama tunavyoelewa, ili watumishi wetu waweze kupata mwanga wa kile kinachohitajika wao kukifanya. Bado wanahitaji nafasi za kujengewa uwezo kila wakati na kuendelezwa katika uh, nyanja mbalimbali ikiwemo kuimarisha afya zao. Pia siku ya leo tumepata bahati ya kuwa na wawasilishaji mbalimbali ambao watawasilisha mada kwa watumishi uh, wa shirika la masoko ya Kariakoo, na tunaamini kwamba baada ya mafunzo haya kutakuwa kuna mabadiliko katika uh, Uh, afya za watumishi ambayo pia zitasaidia katika utekelezaji wa majukumu ya msingi ya shirika la masoko ya Kariakoo. Nitoe rai kwa mashirika mengine na taasisi zingine za umma kuendelea kutekeleza mpango huu wa mkakati wa taifa katika udhibiti wa maambukizi ya ukimwi, uh, afya ya akili pamoja na masuala uh, yote ya usio udhibiti na kupambana na kuzuia rushwa. Asante.